Wapongeza tuuchaguzi katika chuo hichi kwa dhamira moja kubwa. Tumepata taarifa rasmi kwamba mtakuwa na uchaguzi wa serikali ya wanafunzi katika chuo chetu. Serikali na tume ya uchaguzi inatambua umuhimu wanafunzi wa vyuo na taasisi mbalimbali kufanya chaguzi ili kupata uongozi wao. Hii yote ni kuonesha kwamba kuna ukomavu wa kidemokrasia nchini Tanzania, na tume uchaguzi kazi yake ni kusimamia sheria, sheria zote, kanuni na miongozo inayowekwa, kuona kwamba uchaguzi huo unakuwa wa haki, huru na wenye kukubalika katika maeneo yote ya wadau watakaoshiriki katika uchaguzi. Katika chuo chenu nimepewa takwimu ndogo ya watu mia saba, ambayo ndio watashiriki kupiga kura, watachagua mgombea atakaijiani mbele yao lakini nimeambiwa kwamba kuna majimbo nani. Hongereni sana, hapa hongera kwa sababu inaonekana mmeanza kuwa wakomavu kujua kwamba kwenye uchaguzi kuna majimbo. Maana yake kuyagawa tu majimbo, ukajua kwamba kuna jimbo la diploma tu, kuna jimbo la cheti A na B unaita certificate ndio, kuna jimbo la certificate C na D kuna jimbo la pre science, kuna jimbo la pre social, kuna jimbo la form one moved. Safi kabisa, lakini kuna jimbo la diploma one science na jimbo la nane ni diploma one social. Kuyagawa haya majimbo ni uchaguzi, si uhasama. Sisi wakati tuko wanafunzi kama nyinyi, ilikuwa kishindo. wakati mwingine kila mtu anataka rais wake awe yeye ndiyo kule wakati wa kampeni, si tatizo. Kila mmoja anaweza kuwa na mgombea wake, lakini tukishamaliza uchaguzi turudi kwenye lengo lililotuleta. Simaanishi kwamba mkaanze kupigana mkaanze kuvurugana. Mnaweza kuwa na makundi yenu, pengine kuna kundi A, msije mkamwona kama adui wakati amemtangaza yule ambaye wewe hukumpenda. Imeeleweka. Wakati mwingine tunapata shida, mtu anaweka chuki maisha yake yote. Kwa nini hukumtangaza fulani? Ndiyo, lengo lililokulika hapa ni kuja kutoa elimu ya wapiga kura, ni vipi mtaweza uh, kufanya uchaguzi wenu, kuja kuona angalau akina mama amejitokeza kwenye maeneo ya uongozi ambayo sheria zinawaruhusu kugombea. Ndiyo, asante sana. Na swali jingine, endapo mgombea yeah, hata kubaliana, uh -huh, endapo mgombea hata kubaliana na ma... matokeo yeye yeah, ana haki uh -huh, ya kukata rufaa. Ni hapa kwenye kura kupiga kura, ambao mmoja kati yan ikundi mmoja wao kati mmoja kati yao anakwenda kuchukua nafasi ambayo ataweza kuongoza wale waliobakia, ili kuhakikisha kwamba malengo yao yanakamilika ikiwa ni katika taasisi au nyingine. Kuja kuona mpaka angalau akina mama wamejitokeza kwenye maeneo ya uongozi ambayo sheria zinawaruhusu kugombea, ndiyo. Pota viongozi wawili wengine hawajahudhuria naweza na kuyafanyia sm haja ya kuandika ni daftari na tukaeka kumbukumbu katika library, lakini tunasema kwamba tumejifunza mazuri zaidi, na tuna, tuna, tuna, tunasema kwamba uchaguzi wetu ambao umeelekea kule hapo tutaufanya kwa ufanisi wa hali ya juu. Moja katika jambo ambalo kwamba litachangia ufanisi huu ni elimu hii ambao kwamba tumeipokea muda huu. Ni imani yangu kwamba mambo yataenda vizuri sana, na naimani kwamba wagombea wataridika kwa kile ambacho kwamba kitakuja kutangazwa, kwa sababu wana imani na watendaji wote wakiwa wanafanya kazi kwa weledi kwa hali ya juu.